Hakuna funga kwa mtu ambaye hajalala na nia usiku. Je, inaingia hadi hii funga ya sita, au hii nia unaolala nayo inahusu tu funga ya fardhi na kulipa deni la fardhi? Bali haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yalivyokuja, hakuna funga isipokuwa kwa hakuna funga kwa yule ambaye hajalala na nia. Wanasema wanawachuoni wa ilmu ya usulul fiqhi, an nakratu fi siyaqi nafyi yufidu lumum. Sehemu ikija sentesi inapinga, alafu neno hilo likawa ni nakira, linamaanisha vitu vyote vilivyotajwa hapo vinaingia. Funga yeyote iwe ni ya fardi, iwe ni ya sunna Haitokubalika kama haujalala na nia muda wa kuwa funga hii inayo munasaba, kama ya funga ya Shawal, kama funga ya Arafa, kama funga ya Ashura, kama funga ya ayamul bid, kama funga ya Jumatatu na Alhamis, ama sunanul mutlaqa zile ambazo mtu anaamka tu siku yoyote anaamua anafunga. Hii ndio ambayo unaweza ukafunga ukanuia hata saa mbili za mchana, saa tatu, saa nne. Funga ya shawal ni sawa na funga ya fardhi katika upande wa nia, usiaje kulala na nia, usije ukakurupuka asubuhi wasema, ah, mimi nimefunga bana. Funga hii haitokubalika, muda wako haukuwa na nia usiku. Pili nigusie Mtume sallallahu alayhi wa wasalama ameambiwa na Allah subhanahu wataala, faidha farahta fansab wa ila rabbik farra, utakapokuwa umemaliza amali zako njema mnyenyekee Allah na rejea kwa Allah tena kwa kumshukuru kwa kuendeleza na ibada zingine. Tumemaliza funga ya Ramadhan. Tunatakiwa tuendeleze zile amali za Ramadhani tulizokuwa tunazifanya, ndio itapatikana maana ya uchamungu ambao umelengwa. Haitokuwa na mantiki wewe, Ramadhani ulikuwa unaswali jamaa msikitini, Ramadhani imeisha umekatika msikitini. Haitokuwa na mantiki ya uchamungu wewe, Ramadhani ulikuwa hauachi witiri, lakini baada ya Ramadhani witiri huijui tena haitokuwa na mantiki wewe ulikuwa unaogopa kusema uongo, ulikuwa unafanya biashara zako kwa ukweli ufanye ghishi, lakini Ramadhani imeisha me, unaanza tena utapeli, ghishi kwenye mazungumzo ya biashara zako, uongo katika mazungumzo, na unaanza kutukana na kuingia katika maasia mbalimbali ya uzinifu ya, ya, ya, ya, ya aina mbalimbali ya maasi ya, wengi ambao walikuwa wamefunga katika Ramadhani, imeisha Ramadhani wamerudiana na vimada vyao. Wengine baada tu ile mwezi umeandama wameshatangaziwa, wao ndio washaanza kupeana appointment za kufanya zinaa na uovu kadhaa na kuendeleza. Hii sio funga ambayo ilikuwa imekusudiwa kwa malengo yake, na wala si lengo na madhumuni ya funga ambayo yalikuwa yamekusudiwa lengo la funga na ndiyo ilivyo ni wewe kuendelea katika kumcha Allah subhanahu wataala, na utakuwa ni yule ambaye amepokelewa funga yako. Ama yule aliyedhamiria kwamba ni baada ya Ramadhani nilikuwa nimeacha haya, alafu baada ya Ramadhani anafungulia na mlango wa maovu na machafu, huyu ni mtu muovu tokeapo na Ramadhani itakuwa haijamsaidia chochote. Nilisikia kunuti moja akiomba katika E, Masjidil Haram, mmoja katika ya maimamu alikuwa akiomba dua, na hiyo dua imetrendi sana katika mitandao, akisema Allahumma la tajalna nakhruj min Ramadan kama dakhalna. E, Mola wetu usitufanye tunatoka katika Ramadhani kama tulivyoingia. Tuliingia tukiwa tuwa ni watupu, tukiwa ni wachache wa amal, ni wachache wa matendo mazuri, tumeingia tume kukutana na Ramadhani ikiwa na matendo mema na mazuri. Tumeshiriki aina mbalimbali za ibada za kusimama usiku, za kutoa sadaka, za kuswali jamaa msikitini na pasipo kuacha, lakini baada ya Ramadhani tunarudi kama tulivyokuwa mwanzo. Sasa hii inatakikana tuendeleze na kheri tulizokuwa tunazifanya, ikiwemo kufunga masiku sita na mema mengine, ikiwemo kuachana na maovu na machafu. Tujae misikitini kama tulivyokuwa tunajaa katika eh, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuswali jamaa wote. Jamaa yako ambao unamjua ni Muislam, mwambie twende kaswali eh, muda wa swala kama ulivyokuwa na swali Ramadhani. Sasa Mungu wa Ramadhani ndiyo Mungu wa nini, wa shawali Mungu wa Ramadhani ndio mungu wa Dhilqada. Mungu wa Ramadhani ndio mungu wa Dhilhijja. Mungu aliyeamrisha funga ndio aliyeamrisha swala. Mungu aliamrisha funga ndio aliyeamrisha kuacha uzinifu aliyokataza, unatakiwa ku, ku, ku, sikaribie zinaa. Mungu aliyeharamisha mwezi wa Ramadhani watu wasiseme uongo ndio hali kadhalika ndio huyu, huyu aliyoharamisha watu wasiseme uongo nje ya Ramadhani. Kwa kweli hutuba ya shekhe ilikuwa imejitosheleza, haikuwa na haja mimi kuongeza chochote, bali tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na tumuombe Allah aweze kutudumisha katika kheri. Allah atudumishe katika kumcha yeye, Allah atudumishe katika kuyaogopa yaliyokuwa ya haramu na kuyakimbilia yaliyokuwa mema na mzuri. Allah atuthibitishe mioyo yetu katika ucha Mungu na atufishe katika ucha Mungu, na atuletee Ramadhani miaka na miaka. Sheikh anasema miaka thelathini na zaidi, nasi tuombe zaidi ya hapo. Allah tutunuku Ramadhani zingine tukiwa ni wenye kudiriki Lailatul Qadr, tukiwa ni wenye kusoma Qurani kwa wingi, na tukiwa ni wenye kusamehewa madhambi yetu, na tukiwa ni wale ambao wameachwa huru na moto, sisi pamoja na familia zetu sisi pamoja na ndugu zetu, sisi pamoja na Waislamu wengine, Allah awe ni mwenye kututakabalia matendo yetu yote, na pia Allah awasamehe wale ndugu zetu ambao wametangulia mbele ya haki Allah warahamu katika waislamu waliotamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wale walio kwa wanaume na wanawake, Allah wahufirie na awajalie makaburi yao yawe ni viwanja katika viwanja vya pepo na wala asijalie makaburi yao kuwa ni mashimo katika mashimo ya moto, na Allah aturuzuku nasi tutakufika katika kufa basi Allah katika kalimatu, la ilaha illallah.